Si yeye ni mkuu, maana yeye ni mkuu. Kwa hiyo Mungu awe namba moja kwenye maisha yako, Mungu mfanye kuwa ndio namba moja, kwa kuwa yeye ni mkuu, anaweza katika kila kitu unachotaka kwenye kazi, kwenye mambo mengi ambayo, kama umeajiriwa, unafanya biashara, hebu kabla kabla ya yote ujaanza biashara yako, sali, tenga muda kwanza, mweke Mungu kuwa ndio mlango wa yaani mweke Mungu kuwa ndio mfungua mlango wako wa kupita. Kwa sababu gani? Yeye akikufungulia mlango upite, anahakikisha uko nako kwenda kwanza, ni salama. Kwa hiyo hawezi kukuwekea hatari, akiwa yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu anayekuongoza wewe, unahitajika uwe salama kwake. Kwa hiyo kwa anahakika na kule anakotaka anako wewe uende, mweke kuwa namba moja yeye ndio akuongoze, utashukuru sana mbeleni kwa kuongozwa na Mungu kwa sababu itakusaidia sana kujua majira na nyakati zilizo sahihi. Jifunze kusali mara kwa mara, hii nayo itakusaidia kuwa na uhusiano na Mungu wako. Jifunze kunyenyekea chini ya Mungu ili yeye ndiyo aseme, awe na sauti kubwa katika kila kitu tunachokifanya, usiwe wewe unamshauri Mungu. Kubali kupata hasara ya baadhi ya vitu, kwa sababu kuna vitu vingine wanadamu tunavyo ambavyo Mungu hakutaka tuwe navyo kwa hiyo kubali kupoteza vitu vingine kwa ajili ya Mungu uwe naye Kwa sababu ukiwa na yeye huu una uhakika vitu vingi sana ambavyo umevipoteza mbeleni, hutojuta. Kwa sababu gani, vile Mungu atakavyokupa ni zaidi ya hivyo ulivyovipoteza. Kwa hiyo mweke Mungu na kuwa namba moja kwenye maisha yako, kwenye kila kitu, kwa kila jambo, kwa kila tendo na kwa kila kitu unachokifanya, mweke Mungu kuwa ndio namba moja, na kuomba sana katika hili jambo lizingatie ijapokuwa ni kwa faida yako, lakini jaribu kuwa mwelewa katika hili, mtu wa Mungu. Mungu anahitajika sana kwa nyakati hizi katika kufanikiwa kwenda, ni mambo mengi ambayo tunayohitaji, huduma, karama, kuhubiri. Mweke Mungu kwanza, maana kuna waumini au wahubiri siku hizi wanaenda hata kuhubiri bila kumuuliza Mungu, niende au nisiende? Kwa hiyo mweke Mungu kwanza, kwamba mazabao naiendea ni sahihi hii eneo ninaloenda ni sahihi. Majira haya ninayotaka kufanya biashara ni sahihi kwa majira haya. Kwa hiki kitu ninachotaka ukifanya ni sahihi kwa majira haya. Kwa hiyo ni ukiwa kuna Mungu unaweza ukafanya kitu tofauti, yani ukaenenda ukafanya kitu sahihi kwenye majira ambayo sio sahihi, sio unanielewa? Ukafanya kitu sahihi kwenye majira ambayo sio sahihi, kwa sababu gani? Hujui majira yako, kwa sababu Mungu hayuko ndani yako. Ukiwa naye atakwambia kwamba majira haya ni sahihi ya wewe kufanya kitu moja mbili tatu. Kwa hiyo utakuwa sio mtu wa kubahatisha, ni mtu wa uhakika, una uhakika na unako kwenda, maana Mungu yuko nawe.